Nikiwa novisi ya Lida John ni mnovisi wa mwaka pili katika shirika hili la masista Mtakatifu Teresia mtoto Yesu lilipo Jimboni Bukoba. Ningependa kushirikisha jinsi nilivyopata wito. Wito wangu nimepata nikiwa mtoto mdogo, ilikuwa ni siku moja Jumapili tumehudhuria ibada ya misa, nilishangazwa kumuona sista anakomnisha pale mbele. Na kwa vile mazingira ya parokia yetu hatukuwa na masista, kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kushangaza kwangu. Na baada ya misa nilimkimbia baba kumuuliza yule mwanamke mzuri ni nani? Akaniambia ni sista. Kwa hiyo nilivutiwa ndani ya moyo wangu, nikasema siku moja na mimi nitakuwa kama yule mwanamke. Namshukuru Mungu kwa jinsi nilivyozaliwa katika familia ambayo imenilea katika imani ile. Hamu ya kuendelea kumtumikia Mungu kama mtawa iliendelea ndani ya moyo wangu, na baadaye, baada ya darasa la saba, nikajiunga na shule ya wasichana maarufu kama Divine Mercy Seminary inayomilikiwa na masista wa shirika hili la mtakatifu Teresia mtoto Yesu kwa hiyo masista waliendelea kuchochea wito wangu kutokana na yale malezi niliyopata kutoka kwao. Baada ya kuhitimu kidato cha nne, nilijiunga na kidato cha tano na kidato cha sita. Baada ya kuhitimu kidato cha sita, nilituma barua ya maombi kwa mkurugenzi wa miito, nikawa nimepokelewa, hivyo nikajiunga na shirika hili nikafuata ngazi zote za malezi na mpaka sasa nipo katika hatua ya mwisho ya malezi ambayo ni ngazi ya unovisi. Na kama nilivyokwisha kusema kwamba kwa sasa mimi ni mnovisi wa wa mwaka wa pili, nategemea kujifunga na zile zangu za kwanza na tarehe nane Desemba mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Na kutokana na malezi mbalimbali niliyoyapata, nimeweza kugundua yule mtakatifu Teresia ambaye tunamwiga, ambaye ni somo wetu. Nimejifunza mambo mengi kutokana na maisha yake Alikuwa ni binti wa kawaida kama mabinti wengine wote, na aliweza kumtumikia Mungu kutokana na ule hali ya udogo aliyokuwa naye nayo. Kwa hiyo nimejifunza kwamba ili niweze kumtumikia Mungu sihitaji kuwa na elimu kubwa zaidi au ujuzi mkubwa zaidi ndio niweze kumtumikia Mungu. Ninaweza kumtumikia Mungu katika ile hali ambayo amenijalia yeye. Na Mtakatifu Teresa mtoto Yesu anatufundisha kwamba tumeumbwa ili tuweze kufikia utakatifu. Na kufikia utakatifu sio kwamba tutende mambo makubwa ya kushangaza ulimwengu. Yeye kama mtoto mdogo aliweza kufikia utakatifu kwa kutenda mambo madogo madogo, haya yakamtawabisha yeye akaweza kufikia utakatifu. Kwa hiyo na mimi ninawaalika hata wasichana wengine wote ambao wanaoiwa kumtumikia Mungu kama watawa, wasikate tamaa wajue kwamba inawezekana kumtumikia Mungu katika ile hali walionayo. Kwa sana wasikilizaji, kama nilivyokwisha kusema, mimi kwa majina naitwa Novisi Alida John. Ni mzaliwa wa parokia ya Shamba iliyomo jimboni humu Bukoba. Jina naitwa Novisi Besta Mkachoka. Ni mzaliwa wa parokia ya Mabira, jimbo katoliki la Kayanga. Ni mnovisi wa mwaka wa kwanza katika shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, jimbo katoliki la Bukoba. Changamoto, ningependa kuongelea changamoto ambazo zinatukuta wengi hasa katika safari yetu ya utawa. Changamoto kubwa ambayo inatuzuia sisi, ambayo ni shida katika kutafuta wito changamoto kubwa huwa ni familia. Kwa upande wangu, nilipata changamoto ya kifamilia, kutokana na kwamba katika imani, katika familia yangu mama yangu ambaye alitulea alikuwa ni nimul, mruteli mpaka sasa, na katika kulelewa naye tumejikita tukimfuasa sana katika imani ya Kiruteli, kwa sababu baba yetu alituacha ni miaka mingi sana, alituacha tukiwa wadogo. Kwa hiyo kuja kusema kwamba atuelekeze direct kwenye imani ya Katoliki ilikuwa vigumu. Alisubiria baada ya muda ambapo tulianza kujitambua, akatuelekeza katika imani yetu Katoliki. Baada ya hapo, tunamshukuru Mungu, alituchochea tujiunge na vyama mbalimbali vya kitume ndani ya kanisa. Kutokana na hivyo, niliweza kuhamasika na kupata wito wa utawa baada ya maliza elimu ya msingi basi naelekeza katika shule ambayo ilikuwa inanichochea zaidi katika wito wangu, shule ya wasichana ya Divine Mercy Seminari iliyoko Rubya. Basi kupitia malezi hayo na masomo niliyopata yalinijenga na kuchochea zaidi wito wangu. Baada ya hapo, nilijiunga na malezi, na baada ya muda mfupi familia iliingilia kati kwamba niende kusoma masomo ya advanced basi niliendelea na masomo yangu na baada ya muda kikawepo tena kizuizi kwamba nisirudi tena utawani, lakini mama yangu mzazi, yeye alinisisitiza akisema, mimi ndo mama yako niliye kuzaa. Achana na wale ambao sasa wao katika hatua hii wao wamekusindikiza tu katika mambo ya ki, masuala ya kielimu, lakini katika swala la wito ni juu yako. Kwa mimi kama mama yako niko nyuma yako, pamoja na kwamba imani yangu haingilii na imani yako basi wewe tembea. Kutokana na msisitizo au msukumo aliokuwa akinipatia basi nilijawa na hamu ile ya kumtumikia Mungu, na nilimsikiliza sana. Alinielekeza akasema, wewe nenda, mimi niko nyuma yako, chochote utakachohitaji, mimi niko nyuma kusapoti na kutia moyo. Basi nilikuja shirikani nikaendelea na malezi yangu. Baada ya muda, basi ikawepo kizuizi kwamba nirudi nyumbani nikaendelee na masomo ya chuo lakini sikuwa nimewasiliana na mtu nyumbani isipokuwa mama tu, ambaye yeye alikuwa akiuliza mara kwa mara, mwanao yuko wapi? Anasema mimi sijui, alisema kwamba akienda huko atanijia, lakini sikuwa nimewasiliana nao. Hivyo alitaka nirudi katika harakati hizo. Basi walienda kwa paroko, ili wapate kibali cha kunirudisha mimi nyumbani, lakini paroko hakuwa amewasikiliza. Basi katika harakati za kujiandaa kwenda kwa baba Askofu ili awape kibali cha kuja kunitoa mimi basi, mipango ya Mungu ikawa imeingilia kati, walishindwa kunifikia sehemu nilipokuwa. Basi mama alinipigia simu akanieleza yaliyokuwa yanatendeka. Kikubwa alichoniomba, aliniomba niwe mtu wa sala na niombe familia yangu. Namshukuru sana Mungu na kwa namna ya pekee mama yangu, ambaye imani yake ilihusiana na imani yangu, lakini yeye alikuwa chachu ya kunisindikiza na kunielekeza pale nilipokuwa ninakwama kwa hiyo mpaka sasa hivi ninaendelea katika safari hii ya wito, ningependa kuhusianisha na safari ya mtakatifu na wito wa Mtakatifu Teresia, kwamba yeye katika umri wake mdogo alijaribu kutetea wito wake, lakini familia, baba, mashangazi, dada zake walikataa, wakisema kwamba alikuwa ni mdogo. Kwa hiyo katika kutetea wito wake mpaka kwa baba y mtakatifu, na mimi pia niliweza kujifunza kwamba jinsi mtakatifu Teresi alivyoweza kutetea wito wake, basi na mimi na nibidi nitetee wito wangu kupitia hata kwa watu ambao wako tayari kunisikiliza na kunitia nguvu katika safari hii ya wito. Basi ndugu zangu, mabinti ambao sasa wamezuiliwa au wako katika changamoto ambayo nilipitia mimi, una haswa na kutiwa neno kwamba usikate tamaa, we mtafute Mungu, wito wa m wito wa mtu ni wito wa Mungu. Kwa hiyo, aliyekuita atakufikisha pale popote ambapo yeye anataka uwe. Kwa hiyo, tusikate tamaa kama una kizuizi cha familia au una kizuizi cha ndugu au watu wa pembeni, usiwasikilize. Daima isikilize sauti ya Mungu na uisikilize uitii, usisikilize sauti ya wanadamu. Mungu ndiye anayeita, Mungu ndiye anayekamilisha mipango ya mwanadamu. Kwa hiyo, wale wote wenye vizuizi kikubwa zaidi tukimbilie sala. Sala ndo msingi mkubwa, sala ndo kila kitu, sala ndo kila kitu kinachotufanya tuwe jinsi tulivyo. Basi mtazamaji, hapa tumeweza kujifunza juu ya e, utume unaofanywa na shirika la mtakatifu Terezia e, wa mtoto Yesu lilipo jimbo Katoliki la Bukoba, na jinsi ya kuingia katika utawa, changamoto zilizomo, lakini pia namna ya kumtegemea Mungu katika kuzitatua E, e, changamoto hizo basi, usisahau kuendelea kusubscribe na kushare unachoangalia katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese online television. Bye bye.